Kura Essoni Mahenge, ninaamini kabisa tumejadiliana vya kutosha kwamba mwanamke ndio mwenye uchumi. Wanawake ndio tumejipanga kwenda kukomboa kata hii ya mji mwema. Wongo kweli? Wanawake ndio tumejipanga kuingia nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba wanawake ndio tunaikomboa kata ya mji mwema. Ndugu zangu wanawake wenzangu, tumesikia kwamba hapa mji mwema kuna mtu ambaye alikosa cheo chama cha mapinduzi ina maana kwamba ndugu zangu wanawake wenzangu, kwenye chama cha mapinduzi alikuja kutafuta nafasi

Katikati tutakuwa tumeweka doa nyekundu katikati. Huku mkuu wa mkoa, huku halmashauri ya mji, hapa chama cha mapinduzi, hapa uwanja wa ndege, kule kuna vyuo vikuu, huku kuna vyuo sabasaba, kuna vyuo vya ufundi, lakini katikati doa nyekundu. Haiwezekani wanawake wenzangu, tutakwenda kila mahali tukawaambia na wanawake wenzetu kwamba wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake hatutaweza kukubali na hatupo tayari. Wanawake kwa pamoja, ungane tukazisake kula za masamia tukasake kula za neo Wanyika tukazisake kula za maenge maenge. yote yalikuwa kizungumzwa kwa sasa, tunasimama na Chama cha Mapinduzi kuhakikisha yeah, kwa kwamba Mji Mwema kama ilivyotajwa ni makao makuu kwanza, ofisi za mkoa wazikwa, mm, vyuo vikuu viko hapa, makanisa yako hapa, ni makao makuu. Kata hii ni teule, ishafikiwa iweje tuchie doa? Sasa tumeungana kwa pamoja, na uamuzi wetu wa pamoja na kwenda chagua cha mapinduzi. Mm, tutatiki kwa mama Samia, tutatiki kwa mbunge leo Mwanyika. Naitwa Aurelia Musa Nyagawa, tawi la Joshoni na Mpechi. Nitaka nikuondoe hofu mwenyekiti, katika Joshoni na Mpechi wala usiwe na wasiwasi, sisi hatuna shida yoyote, pamoja na kuwa maneno mengi yanaongelewa lakini sio kweli. Ninachoomba kwamba utoe wasiwasi. Kwa mfano huko nyuma mpinzani wa Nesto alikuwa Chadema, kwa miaka yake hiyo mitano, shule ya Celestin lilikuwa gofu tu lililala, hakuna shule pale kuendelea. Watu vichangu walitoa, lakini kazi haikuendelea. Lakini tunamshukuru Mungu ana Joshoni na Mpechi, baada ya kupata mbunge na Nestor, tunamshukuru Mungu sana. Baada ya kuingia kwenye utendaji wa kazi, tunamshukuru sana Mungu, maana shule ile na watoto wanasoma, yani tunamshukuru sana Mungu. Yaani tunayo furaha kubwa, kwa sababu watoto walikuwa wanavuka barabara wanaenda Mpechi, lakini tunamshukuru Mungu baada ya kuchaguliwa hawa, maendeleo tumeyaona. Namai sijasoma sana, lakini ninaona, macho yanaona na masikio yanasikia, ni kwamba mimi toka kipindi cha Nyerere ilikuwa Yeah. Tumekwenda, tumekwenda. Ninachosema, namshukuru Mungu kwamba saa hizi sio kama pale zamani wa mama, tulikuwa tunadanganya, sio leo. Saa hizi tunataka mtu anayechapa kazi, hatutaki maneno. Kwenye chama cha Chadema na siku ambayo sisi sisi tukwepo, anarudi CCM, sisi tulikuwepo tukiwa kama mabalozi mpaka anavishwa t-shirt, tuko pale mpaka anarudi baada ya hapo ndio anaomba udiwani, lakini kati ya wajumbe waliokuwepo mahali pale waliona sio kweli apitishwe kwenye udiwani, wakati waliokuwepo wapo na wenye chama waliokuwepo wapo. Kwa hiyo wakati huo yeye haku, hakupata nafasi hiyo ya kupita udiwani. Tumekwenda tumekwenda, miaka mitano hii imeisha, ndio amegombea tena. Ndio tunapojifunza kwa sababu mtu hata kama amegombea tena, hujapata nafasi, hutaki kuhama kama kweli weo ni mkelekei wa chama, lakini cha kushangaza amegombea siku ya pili, naona siku hiyo hiyo usiku, mana atuelewi vizuri, aliacha chama na kurudi alipotoka na kuvaa t-shirt ya chama kingine. Sasa huyo si mwanamke malaya, ni kweli? <gibu> <gibu> ua na maana na huyo anataka kula, sio kuwatendea haki wananchi wilaya mm. <gibu> kipenzi chetu sana Beatrice Malekela. <gibu> Ah, mimi napenda ni toe wasiwasi pamoja na meza kuu yote kwa habari ya kata Mjimwema. Ndiyo, kata Mjimwema imekaliliwa kwamba ni kata ngumu, kuna shida, lakini mimi hii kauli nimeshaibatilisha na Bwana wa <coughs> <coughs> majeshi. Ai, ni kata teule, ni kata ambayo kwanza makanisa mengi hapo Mjimwema, watumishi wa Mungu wako mji mwema wako au makanisa yako pamebarikiwa, haina yeah. uu wowote kwa hiyo nilichojifunza pia kwa habari ya watu wa mji mwema au wanawake wa mji mwema ambao mimi kwa tawi la mpeshi joshoni ninaongoza ni wanawake wanyenyekevu sana, ni wanawake watii sana, wanafikika, hawana shida, unapoeleza jambo lolote wako tayari. Kwa hiyo, hata kwa habari, hiyo hata kwa habari hii ya uchaguzi mheshimiwa mwenyekiti, Usiwe na wasiwasi. Yaani, wanawake hawa, sisi tulioko hapa na wengine ambao tawafikia, tutatiki tutatiki wasiwasi na wanawake wenzangu, kama menekituwetu alivyosema, maagizo tuliopewa kwa mlo pamoja na kamati ya utekelezaji, naomba tukatekeleze hivyo tukafanye. yeah.